Tunaungana leo hii na mzito zaidi na mkubwa zaidi katika kipindi Daula Ikra, ambapo tutakuwa tunapata kung'amua mambo na tunajadili tu masuala fulani ambayo yanahusiana na jirani zetu, shemeji zetu na ndugu zetu hawa wa Tanzania kwa yale ambayo, hivi sasa, hali ambazo wanapitia. Msikilizaji, katika laini tunaye Guru Ustadh Wala Bin Wala ambaye huyu ni mlezi. Eh, Guru Ustadh Wala Bin Wala yeye ni mlezi na mwalimu wa Kiswahili. E, pamoja na pia uh, mkurugenzi wa Wasta katika kituo cha Kiswahili kilichoko Ngong Matasi ya pale hapa Nairobi nchini Kenya. Lakini kwa kuwa sisi wa Kenya ni majirani wa Tanzania, Guru ni jirani zaidi kwa sababu yuko karibu zaidi. Kwa mara nyingine hahitaji hata gari ni kuvuka tu uh, mpaka kule au boda na kuingia nchini Tanzania. Kwa hivyo yuko pale. Halafu pia uh, Guru anaenziwa zaidi katika nchi ya Tanzania uh, kuliko hata hapa nyumbani.

Na kwa ajili hiyo, kwa sababu anafungamana sana na ndugu zetu wa Tanzania, tunaamini ana ufahamu mwema na mwingi kuhusiana na taifa lile. Na ndio maana tumeungana naye leo ili kuweza kuzungumza na kupata kujua yale ambayo yanaendelea hivi sasa. Lakini naona Simba Jike Baria anasema na yeye ana lake e, neno. Kwanza, Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dada yangu, alhamdulillah kwa salamu njema njema, kama hivyo asubuhi wazungu wanasema Oh, <tried> <tukasema aja. laughs> umeitengeza ume siku yangu yangu kabisa e, ya <laughs> sasa tuko tuko katika chapa ya kwanza ya kitabu chako uh, Dibaji za Maisha. kuna Ayu. kichwa na wazo la siku ambayo tuweza kuanguka nayo asubuhi ya subuya, leo inakuwa ni hasira ni nusu ya wazimu. Kwa hiyo kwa dakika mbili tu, labda unaweza kuelezea wasikilizaji nini ilikufanya ukafikiria kuhusu wazo hilo na linamaanisha nini, tu kwa ufupi? hasira ni nusu ya wazimu. Naam, akili, akili za binadamu hufanya kazi vyema sana wakati binadamu anapotulia, naam Anapokuwa amemakinika vizuri, ndipo anaweza akawaza, hili ni baya, hili ni zuri, hili nisiseme, hili nisitende, hili nitende kwa sababu hii na hii, na hili niepuke kwa sababu hii na hii, wakati tu akili zikiwa zimetulia. mm -hmm. Lakini kukasirika huchafua akili. Mara nyingi mtu akiwa amekasirika, akili zake zimetikiswa mm -hmm. zimevurugwa no. na kile zikishavuruga, mm -hmm. basi umetoka katika ule utu na ubinadamu, unaingia katika uhayawani. Ndio maana mtu mwenye hasira anaweza akafanya mambo ya kutisha sana, baadaye atakuja uh, kusema ah, jamani, naomba msamaha, nilifanya hivyo kwa sababu ya hasira. Tukumbe wakati alipokuwa akifanya hayo mambo, akili zake zilikuwa zinafanya kazi sawa sawa na akili za mwenda wazimu. Kwa mm hivyo -hmm. hasira ni nusu ya uenda wazimu. Unapokuwa na hasira, jiadhari sana kwamba utatenda mambo kama mwenda wazimu. Naam, ndio. Lakini kwa upande mwingine, je, kuna wakati ambapo hasira pia huwa ni nzuri? Labda inaweza kumsaidia mtu, haswa haswa wakati ambapo mtu labda anaona ya kuwa anadhulumiwa kwa vyovyote vile. Kila kitu kina faida yake mahali pake, sababu zake na wakati wake. Naam, ndio maana unaona kwamba hata wanyama wote tunawaita ni wakali Mm -hmm. Sio wakali kila wakati, kila siku hapana. mm -hmm. Ni wakali tu mahali panapohitajika kuwepo na ukali na, na tunapoongea juu ya wanyama hatuongei juu ya wanyama pori tu mm -hmm. Mnyama muhimu zaidi duniani ni binadamu, ndiye mnyama muhimu zaidi kuliko wanyama wote, kwa sababu hawa wanyama wote akili zao, vitendo vyao vimebebwa na binadamu kulingana na kazi aliyofanya Mwenyezi Mungu, aliposema kwamba wewe binadamu, nimekuumba kwa ubora zaidi kuliko hayawani wengine. Ndio maana nimekuumba kwa kutumia nari au moto, na wengine tumetumia udongo. Kwa hivyo binadamu naye anapoona kwamba aa, hapa bwana, nimenyongwa mno, nimesukumwa mno hapa, hapana kitakachonitoa hapa, lazima nionyeshe kucha, hata kama sio ndefu kama za chui wala simba, no. Sasa hapo ndipo mahali ambapo pia hasira inahitajika, lakini hizo za hasira bado zitakusukuma katika kutenda mambo kama mwenda wazimu no. Baada ya kutumia hasira zako hizo na wazimu wako huo ulionao nusu, utaona kwamba umetimiza lengo lako ama halijatimia. Lisipotimia utatumia tena mbinu nyingine, kwa sababu hasira sio ya aina moja. Mm -hmm. Hasira ni za aina nyingi no. ndio Shukran sana. Tukisalia katika hiyo nukta haguru, Shekh Wala Bin Wala, kuna mambo ambayo yaliweza kushuhudiwa hapo jana, nchi jirani ya Tanzania, ambapo vijana walijitokeza na ku kukinai tu ile kauli ambayo ilitolewa hapo awali ya kuwa shughuli nzima ambayo ilikuwa inatakikana kufanyika hapo jana ilikuwa tu shughuli ya kupiga kura, lakini wale vijana wakajitokeza na kusema ya kuwa wanaandamana na wanakataa ile chama ya CCM. Je, pia hiyo unaweza kuiita ni hasira? Sijui ndio. Ni, ni hasira ya kimantiki naam, maanake hata hasira kuna asia za aina mbili, kama ilivyochuki, pia wivu. Pia wivu aina mbili, kuna wivu wa kishenzi na wivu wa kimaendeleo. Nikikuona dadangu, uh, Ramla, umefanya jambo jema na mimi nika, nika, nikaona wivu, ningependa kufanya hivyo mm -hmm. Nitatafuta mbinu au nitakuuliza wewe ulifanya fanyaje mpaka ukafanikiwa, basi huo ni wivu wa kibusara, wivu wa kimaendeleo. Lakini nikiona mbona umefanya hivi alafu ninakuchukia, mpaka ninataka kuharibu ulichofanya au ulichotenda, basi ni wivu wa kishenzi. Sasa hasira pia, kuna hasira ya kimaendeleo, na hizo hasira za kimaendeleo ndio zimewasaidia siku zote wanyonge mm -hmm. kwa hivyo hey, ndio hivyo, mnyonge akibaki na unyonge wake, mnyonge atanyongwa kutokana na unyonge wake mpaka atanyongeka. Kwa hivyo kuna wakati anahitajika kutumia hizo hasira kuonyesha kwamba kumbe hata huyu mnyonge anaweza, kumbuka mm -hmm. bubu akilemewa zaidi, akizidiwa zaidi na akionewa zaidi husema asalamu alaykum. Eh, nafurahi sana kwanza kwa fursa ya kuweza kuzungumza nawe. Ndiyo. E, nimetamani sana muda mrefu, na mimi pia nipate angalau nafasi ya kuweza kuzungumza nawe, hasa tuko hewani, na swali langu ni kuhusiana na yale ambayo yanatokea Tanzania hivi sasa, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wanahisi ni kama pengine demokrasia yao kuna uwezekano kwamba sisi wananchi wa Kenya tunaangalia na tunaingilia demokrasia yao, pengine sisi tunataka wafanye ki, kila kitu kulingana na sisi tunavyoona na wao labda wanaona kwamba demokrasia yao iko sawa. Je, kuna mtizamo huo hasa ukilinganisha jinsi uchaguzi wao ulivyo? A, kwanza ndugu yangu mdogo wangu mtangazaji chipukizi mwenye haiba nzuri sana, ningependa kufahamisha kwamba mambo haya na siasa ya Tanzania nimefuatilia sana miaka yote, na mara ya mwisho nilitoka Tanzania mwezi wa saba mwaka huu tu ndiyo. E, nilikuwa Tanzania mm-hmm. Tanzania bara mpaka Zanzibar na namna wanavyozungumzia siasa na mimi nilivyokuwa nikiwasikiliza, kwa sababu ukiwa mgeni, bwana, mgeni ni kuku mweupe unaonekana sana, alafu kuku mgeni akosi kamba mguuni. Nikawa tu na kamba yangu nimefungwa kwenye mguu, lakini nilifunga miguu, lakini ubongo nilifunua. mm -hmm. Siasa ya Tanzania mm -hmm. na siasa ya Kenya mm -hmm. Siasa hizi hazitofautiani sana, okay. Sababu binadamu mm -hmm. anaishi kulingana na mazingira kulingana na katiba na kulingana na viongozi jinsi alivyoelekezwa ndivyo alivyo binadamu mm -hmm. Kwa hivyo Mtanzania ameishi vile alivyoishi kutokana na malezi tangu mwanzo, kuanzia kwenye uongozi wa Mwalimu Nyerere, ambaye siku zote aliambia ninyi ni wajamaa, tuishi kijamaa, ninyi ni ndugu. Maana hata neno hili ndugu linatumika sana kwa ndugu wa Tanzania na waliamini hivyo kwamba huko kuitana jamaa, ndugu kunawaleta karibu sana, ili kwamba lolote linalomu sibu au linalomuumiza mwenzake anachukua kama ni yeye yeah. Na waliamini kwamba wataendelea katika malezi malezi kama hayo miaka nenda miaka rudi, lakini sasa kinacholeta purukushani na hali hii inayotufanya leo tulinganishe Utanzania na Ukenya ni kitu kinachoitwa mabadiliko mm -hmm. Ma Mabadiliko. Mabadiliko ni sehemu ambayo huwezi kuepuka katika maisha. Ndiyo. Mabadiliko ni muhimu sana usipobadilika, mabadiliko yatakubadilisha. Mhm. na usipoenda na mabadiliko, mabadiliko ni wakati, na wakati ni ukuta, ukipiga ngumi utavunjika vidole. Usipoenda na wakati utakatwa na wakati na utaachwa na wakati kweli. Sasa wakati ndio unaosababisha yote haya tunayoona, haya yaliyotokea Kenya, yanayotokea Tanzania, yanatokea mpaka mataifa mengine barani Afrika na nje ya Afrika ni mabadiliko. Sasa haya mabadiliko ni kati ya watu wawili tu, viongozi na wanaoongozwa. hmm. kwa hivyo tuseme waongozi na waongozwa sasa Mm-hmm. waongozi na wanaoongozwa wasipotembea katika mfumo mmoja wa mae, maelewano na uongozi wa kuwapeleka kote wanakohitaji wote, lazima panatokea vuta ni kuvute. Sasa kinachohitajika hapa kubwa zaidi Ndiyo. ni kujiuliza, wakubwa wajiulize hawa tunaowaongoza wanataka kuelekea mkondo gani? Mm-hmm. na hawa wanaoongoza nao wanataka waende mkondo gani? siku yoyote mkipata nafasi, ndiyo. ninyi nyote hapo mje niwapatie tu kitabu kimoja mkisome, kinaitwa Mashetani, kilichoandikwa na Shehe Ibrahimu Huseni. Nina, nina nakala mbili, nikiwapatia kimoja mkawa mnatumia hapo mm -hmm. basi ndio nita nini kitawasaidia sana pale ambapo Ibrahimu Huseni anakuambia kabisa kwamba mpandangazi na mshuka ngazi mm -hmm. Hawashikani mikono kweli, lakini e, i kuna, kuna swala hili la hasa vuguvugu la vijana si geni, limetokea Tanzania na hapa kwetu tuliona janzii sasa, ndiyo. Sijui kama kuna viongo, viongozi wetu kuna kitu cha kuweza ku, kutafakari kuhusiana na hili, na huenda labda pengine ni ni vuguvugu vugu la Afrika zima, ama namna gani, hasa kuhusiana na vijana wa sasa, ndio na ni moto ambao umeshawaka, mm -hmm. na moto unapowaka nyikani, mm -hmm. uchoma nyasi kotekote, kote tu, kushoto, kulia, mbele na nyuma. Ni vuguvugu ambalo limeshaanza na chanzo chake ni hiyo hiyo hali ae, ndugu yangu, mdogo wangu, kila ugonjwa utafute chanzo chake, kila tatizo ukijua chanzo chake utakuwa unapigana na chanzo cha tatizo badala ya kupigana na tatizo lenyewe. Tatizo husababishwa na kitu. Sasa hili vuguvugu vugu limetokana na hayo hayo mabadiliko. Mabadiliko ni katika fikra mm-hmm. katika malezi katika mahitaji kwa siku hizi, katika kuhudumiwa. Huyu huyu kijana wa sasa amesoma kwa kiwango fulani, na siku zote alipokuwa akisoma, unamwambia tu someni kwa bidii, manake mwisho wa kusoma mtapata kazi nzuri, mtaishi vizuri, kwa kusema kweli, maisha yako na matumaini yako na utajiri wako wote humo katika masomo yako. Huyo amemaliza kusoma Ndiyo. tena si mmoja si wawili, wote kwa kila mwaka wana wanafanyiwa mahafali, wengi wanaohitimu masomoni, wengi sana. Baada ya kusoma sasa, ile lugha ya kwamba unapata tulichokuahidi hakuna. mm -hmm. Sasa ndio pale wanapouliza hatima yetu iko wapi? Kesho yetu iko wapi? Na mbona ninyi hamtujali na mbona ninyi mnapanda ngazi zaidi na sisi tunashuka ngazi zaidi? Sasa pale ndipo panapotokea wazo la kwamba hapana hii ngazi ilipaswa kuwa ngazi yetu sisi sote. Mbona wengine wanatusukuma tushuke chini na wengine wanasema wanazidi kupanda juu, lazima patokee vuta ni kuvute. Naam, shukran sana, wacha nimpatie mtu um, mzima Omar. Naam guru, assalamu alaikum tena Hapana, niko pale pale mtu mzima <laughs> Uli, ulikuwa kiojiana na ndugu yetu Abubakar Juma. Na sasa tuelekee Guru kwa, kwa, kwa kuwa umekuwa ukiandamilizia sana siasa za Tanzania Eh, kwa muda mrefu na hili na nalithibitisha kwa sababu tumekuwa kwa mara nyingi sana katika mazungumzo binafsi, mimi na wewe tulikuwa tukizungumzia habari za Watanzania yaliyotokea jana. Guru, ni jambo ambalo ulilitarajia. Mimi nilitarajia zaidi hata kuliko wengine walioko Tanzania. Ndio, e, nilitarajia sana mm -hmm. na pamoja na hivyo sio mimi tu nilitarajia. Aha. Hata wale walipaswa kama wakutarajia, ni bahati mbaya sana. Hata wale pamoja na viongozi na Watanzania wenyewe mm -hmm. walipaswa kutarajia, kwa sababu si jambo wala si tukio ambalo lilitokea ghafla mm -hmm. kama radi. Ndiyo. Ni tukio ambalo wamesema, wametangaza, wame-wa mm -hmm. wamejaribu, wame, wame, wame, wame sana kurudia sana kwenye mitandao mm -hmm. kwenye kwenye kwenye Twitter zao hizo, wametajataja wa, wa sana, wakasema tuta tuta mm -hmm. Sota. Sasa wewe binadamu mm -hmm. ukishatahadharishwa, mm -hmm. ukaambiwa hiki na hiki kitakuja, tena umeambiwa kabisa kwamba usipofanya hivi na sisi tutafanya hivi, alafu unangojea mpaka mtu afanye hivyo Ndiyo. kisha unangojea kumlaumu, mm -hmm. anayepaswa kulaumiwa ni wewe, mm -hmm. sio hata wale sana sana Mwalimu Nyerere alipokuwa akistaafu, wakati akiaga mwaka elfu moja mm mia -hmm. tisa themani na tano aliwaambia ndugu wa Tanzania, nasikia mnasema nimewaongoza vizuri vizuri vizuri sana na mnaniaga vizuri tena kwa heshima. Mimi naaga na ninyi kwa machozi, lakini tawapa siri moja mm -hmm. uongozi wa taifa hili walionisaidia kuongoza ni nyinyi ndio kila wakati mlipokuwa mnanikosoa, mnaponiambia mwalimu, hapa umefanya vizuri endeleza, na mm -hmm. hapa kidogo hapana, a -a, tunanung'unika, fikiria utafanyaje. Maana yake kiongozi umwambii wacha, mm -hmm. e, hapa kidogo tunaumiaumia, unaonaje? Sasa siku zote Nyerere aliwaambia mm -hmm. nilikuwa nikijaribu kijaribu kuwaongoza kulingana na mawazo yenu, mm -hmm. Mwelekeo wenu, mm -hmm. na matarajio yenu, ndipo nikafaulu mpaka nikafika leo nikofika sasa. mm -hmm. Hali kama hiyo, tukigairi na tukikataa kwamba mdogo anataka hivi, mm -hmm. na wewe mkubwa unataka hivi, mm -hmm. Sasa mnakuwa sawa na watu wawili wanaopigania kisu mmoja mm -hmm. ameshika makali ya kisu na mmoja ameshika upande wa mpini, alafu mnavuta mm hebu -hmm. piga picha kamili. huyo aliyeshika upande wa makali, nani atakayeumia? mm -hmm. Nipe swali jingine bana. Uh, Guru, suala la uh, watanzania manake E, wengi wanadhani wana ama wanahisi kwamba Watanzania wamepata motisha au wametiwa ari na Wakenya katika masala haya yaliyotukia hapo jana, lakini tizama Watanzania kuandamana siku ambayo ni ya uchaguzi maana yake Kenya haijawahi kutokea. Wakenya huacha wakachaguana alafu wakaandamana kupinga ule uchaguzi. E, unaona demokrasia nchini Tanzania imekuwa kwa kiasi kubwa, kikubwa mno au unaona ni ile subira waliokuwa wanaisubiria kwa muda mrefu sana imefika kikomo, ndio maana wamekuja kuchangamka vibaya mno. Ndugu yangu Abudu, na ma, ma, ma, yako au swali lako mm -hmm. na maelezo yako yote yamesheheni majibu, kwa hivyo umeniuliza swali ambalo nina majibu mazuri sana ndani yake. Aha. Endapo watanzania wamehamasishwa na hali halisi inayotokea Kenya, mm -hmm. ni vyema zaidi na bado yatakuwa zaidi ya hivyo kama anavyosema Ibrahim Hussein, mm -hmm. kwamba kizali wacho ni bora kuliko kilichozaa. mm -hmm. <laughs> <laughs> na <laughs> kwa hivyo, wale wanaojifunza kwa makini kutoka kwa mwalimu wao aliyewafunza ndiyo akichukua akili za mwalimu aongeze pamoja na zake mwenyewe, mm -hmm. A, lazima atakuwa na akili nyingi, atakuwa na busara bora zaidi kuliko yule ambaye amempa sasa. mm -hmm. Hawa ndugu zetu wa Tanzania mm -hmm. katika kule kuchukua hatua na wakachagua siku ya uchaguzi mm -hmm. ni funzo, wamekuwa walimu zaidi ya walimu, wametufundisha. mm -hmm. na utaona yatatokea hata katika nchi nyingine mm -hmm. pamoja na yetu na majirani wengine, aha, hali itakuwa hiyo hiyo, kwamba kumbe siku njema Mm -hmm. ni hiyo hiyo siku ya uchaguzi mm -hmm, hiyo siku ya uchaguzi ina manufaa yake sana, wasomi wanasema ina advantage nyingi sana mm -hmm. Kwanza siku hiyo polisi wote wametawanywa kila kona ya nchi mm -hmm. <laughs> kwenda kusimamia uchaguzi <laughs> <laughs> kwa hivyo, kwa vyovyote watakuwa wachache sana watakaokuwa wamebaki kuweza kupambana na watu mm -hmm. ili siku hiyo ndio mnavuruga Mm -hmm. chombo kile kile kinachosafirisha hawa wanaochaguliwa kwenda upande wa pili, mnavuruga mnabomoa, mnapasua hicho chombo, au mnaongeza mawimbi zaidi kutia msukosuko. na mm -hmm. uo msukosuko ndio unaweza kumzindua mtu mwenye mawazo mazuri na mwenye akili za kutaka mambo yawe bora. mm -hmm. Atashtuka aseme, ala, kumbe nisipofanya hivi yanaweza kuwa hivi. Kwa hivyo inaonekana Watanzania sasa, wale vijana pamoja na wote waliyoandamana mm -hmm. demokrasia yao sasa imekuwa ya hali ya juu zaidi, tena ya mpango na utaratibu mwema zaidi mm -hmm. kama anavyosema kwamba winners don't do different things ndiyo, they do things mm -hmm. differently mm -hmm. Uki, ukitaka kufanikiwa fanya mambo yale yanayofanywa na watu wengine, lakini ufanye kwa namna ambayo ni tofauti, tofauti. Utafaulu, utashinda zaidi. Kwa hivyo watanzania wameonyesha mbinu nyingine iliyo bora sana ambayo ikitumika katika mataifa mengine mafanikio yatakuwa ya haraka zaidi kuliko kungojea waingie, alafu <tina> tena ndio unakuja kuja nakuja, kupambana naye. Huwezi kupambana na nyoka akishaingia kwenye pango lake. Ni kweli. Tukimalizia Guru, swala la mwisho Uh, hatua ambazo serikali imechukua ya Tanzania kwa haswa ya kufunga uh, huduma za mitandao kikamilifu, manake wamefunga uh, mitandao kabisa uh, na hakuna shughuli yoyote ya kimitandao ambayo inaendelea kuanzia jana na leo, ni siku ya pili. Hatua hii unaitathmini vipi? Huwezi kufunika jua kwa kutumia ungo. <laughs> <laughs> Watu walikuwa wakiwasiliana hata kabla ya kuja hizi simu wala nini. Aha. Mawasiliano ya kwenye mtandao sio mawasiliano pekee. Mawasiliano ya kwenye mtandao ni mawasiliano kasi, mm -hmm. yanayokwenda haraka na kwa wepesi zaidi. Ndiyo. Lakini bado watu watawasiliana tu. mm -hmm. Na pamoja na hivyo, ndugu Omar, nikiwa ninakuja nyumbani kwako. Aha. na utaki nije utaki kunikaribisha wasema sema huyo wala huyu anakuja wala wala leo hata sitaki bwana nimfungie. alafu ukanifungia, ukafunga mlango, ukakaa ndani mm -hmm. Kumbuka hata wewe umejifungia. afadhali afa, <laughs> afa, <laughs> hata mimi ambaye umenifungia nje nina uhuru mm -hmm. naweza tembea tembea, naweza nikaagizia hata soda nikanywa, mm -hmm. lakini wewe uliyejifungia ndani umejifungia zaidi mm -hmm. Kwa hiyo, hawa ndugu zetu walipofunga mtandao mm -hmm. hata wao au wao na mtandao tofauti Haba, hawana. Mbe, sasa angalia jinsi ninavyokuambia hasira ni nusu ya wenda wazimu. Kwa hivyo ulivyochagua hiyo kauli ya leo no. Najua mlifikiria mbali sana, <laughs> sana. Sana, sana, kwa hivyo uko kufunga si lolote si chochote, uh -huh. sasa hivi watu wanajua kinachoendelea Kenya, tunajua kinachoendelea Tanzania hapa, yeah. tena siku hizi hakuna haja ya kupita hapa mpakani pita mm -hmm. vichochoro, nchi zetu hizi hazina Pita. Mm -hmm. Pita bado tena, mbona hata baada ya kuzuia hivyo vitu ndio aliendelea kuteketeza vitu sana. Mm -hmm. E, karibu vituo zaidi ya saba wameteketeza hapa Arusha, hapa Arusha, hapa naam, naam e, baada ya saa kumi na mbili mm hivyo -hmm. Kwa hivyo bwana, kuzuia binadamu mm -hmm. ni wewe unajizuia mwenyewe. Muache binadamu atoe mawazo yake, apikie anavyofikiria, ili kwamba na wewe ujue kumbe ninayemwongoza au rafiki yangu Abud anawazia hivi na hivi, kwa hivyo hata tukiwa tunatembea naye, kwanza nimeshajua anapenda soda gani au apendi kitu gani mm -hmm. ni bora zaidi ndu rafiki pamoja na hata adui unayemjua kuliko usiyemjua. Guru eh, ni mengi sana tulikuwa tunatarajia kutoka kwako, muda tu ndio mchache, lakini inshallah tunatumai siku nyingine tutakuwa tutakuwa ni wenye kukutafuta na mapema, ili tuweze kufaidi, kwa sababu hakika leo tumefaidi mengi makubwa na mapya kabisa kutoka kwako. Yes, na, msikilizaji, tulikuwa naye guru Ustadh Wala Bin Wala, mwandishi huyu na mwalimu wa lugha ya Kiswahili ambaye ana ufahamu mwema kabisa na mwingi kuhusiana na nchi ya Tanzania, na hii yote ni kwa sababu nchini Tanzania anathaminiwa kuliko hata hapa nchini Kenya ambapo hapa ndio nyumbani, nyumbani kwao. Sasa haya ndio mambo ambayo tunayazungumzia leo hii, lakini eh, kweli unapomfungia mtu ujue wewe umejifungia zaidi. <laughs>

Ile nao limejifunza vizuri sana bwana, kwa sababu hao hawana mitandao mingine. Mtandao ni huo huo moja, hiyo haikuepo, hiyo huwezi kuikwepa, hiyo haibambanyiki wenyewe anakwambia. <laughs> Napenda zaidi kitu ambacho ameweza kugusia na no. kusema ya kuwa huwezi kuepuka hao vijana ni jambo ambalo nimeshinda nikilisema hapa kila siku mm -hmm. na hata a very good example ambayo ameweza kupatiana siku ya leo ni jinsi ambavyo uongozi wa Mwalimu Nyerere ulienda vizuri sana kwa nini? Kwa sababu alikuwa anakubali mm. Critics. Mm -hmm. Kwa sababu tunajua vizuri sana hakuna aliye mkamilifu sana, and this applies also for our leaders mm -hmm. yakuwa kuna mahali ambapo wanaweza enda uh, wrongfully mm -hmm. uh, ilmradi wale watu ambao wana mzingira mm -hmm. wakiweza kumkosoa bila shaka ataweza kujirekebisha na mambo ataenda mm -hmm. sambamba, lakini wakati ambapo wewe unatumia nguvu mm -hmm. most of the time mm -hmm. ili kuweza kukabiliana na watu ambao unawaongoza inakuwa jambo la kusikitisha mm -hmm. mno kwa sababu hawa mm -hmm. vijana Mm. Lazima kuna kitu ambacho wao wanaumia nayo, mm. kitu ambacho kila wakati wa ambapo wanajaribu kuizungumzia huwa wanakatizwa, ndo mm -hmm. inaleta ile hamaki na inaleta ile hasira mm -hmm. ambapo yale ambayo yaliweza kushuhudiwa jana ni mm -hmm. kana kwamba vijana wamekuwa wazimu. Nataka kuthibitisha msemo wake Guru aliposema kwamba kizaliwacho oh, hunoga ama hunoga zaidi kuliko kilichozaa. Jenzi wa Tanzania walijipanga wakajigawanya makundi mawili. Wakasema kundi moja watakuwa wana watatatiza zoezi la uchaguzi, mm -hmm. Kundi la pili litatatiza shughuli za kuhesabu, kwa sababu alisema lazima hata kura mbili zitapigwa, tutafanya nini? Twende tukatatize mm -hmm. Na walikuwa wamejipanga vizuri sana, na licha ya kuwekwa amri ya kutotoka nje, bado kuna vijana walienda na wakatekeleza waka, waka, waka, waka yale, ile azma ambayo walikuwa nayo. Haya yote, msikilizaji, katika mpango mzima wa daula Ikra, makala ya Alhamisi ya leo, na ndio tumetinga tamati, tunatua nanga mm. wasipuuze viongozi mm, wetu wasipuuze yale ambayo Uh, inakuwa ni kilio ya wale ambao wanaongoza, mm -hmm. most of the time kwa sababu angalia hata hii ya Tanzania ni kuwa hata unakumbuka Omar Abudu, wakati ambapo walitoa hii ilani wakasema ya kuwa 29th, mm-hmm. ndio wakati ambapo tutafanya maandamano. Sisi tukaanza kucheka, tukaiona is something very funny ya kuwa nyinyi mnapatiana advance notice ya zaidi ya mwezi mmoja mm-hmm. wakati ambapo hapa Kenya sisi wiki moja ama siku tano tayari tushasema next week on Tuesday, majamaa tunapatikana on the streets. Unaelewa? mm-hmm. wao walipatiana a whole month plus, lakini viongozi ni nani? Bado walipuzilia, wakaona, mm-hmm. ni jambo ambalo haliwezi kutekelezwa pale na wamefanya na wamekaa kuchagua siku mzuri sana na, na tunaitua nanga na, tukimalizia tuki ni kwamba ni aibu mm -hmm. kwa nchi ambayo kwa miaka mingi tumeitaja kwamba ni nchi ambayo ni ina ustaarabu sana. Kwa ustaarabu inamaanisha maanisha kwamba ina viongozi ambao walikuwa ni viongozi wasikilivu mm -hmm. wanasikiza wanawasikiza vijana sana. Na kadhalika iwapo jambo kama hili litotokea nchini Tanzania, maswali mengi yataulizwa mm -hmm. na huenda hata ile hadhi ambayo tulikuwa tumeipatia nchi jirani majirani mm -hmm. wetu mm -hmm. tafadhali, tuhakikishe kwamba viongozi ambao mnao kule wanaweza kuwasikiza msikilizaji ndio tunaitoa nanga kwa ujumla, daula Ikra amakala Alhamisi hii ya leo, panapo majaliwa yake la himanani inshaallah. Daula weekend ni siku ya Jumamosi na jumapili pili. E, kesho utakuwa na bustani la manufaa na kwa niaba ya manahodha wenza msikilizaji, nashukuru sana kutuazima kiungo chako muhimu cha sikio, kuanzia 12 alfajiri tulipoing'oa nanga pamoja nawe na sasa tunaitua pamoja na wewe. Tunashukuru sana na tunajivunia kwa kuwa tumesafiri na wewe pamoja alhamisi hii ya leo. Kwa niaba ya manahodha wenza, mtu mzima Omar Abud, nakwambia bye bye for now. Kila asubuhi wa mkapo unahitaji kufahamu yanayojiri